Wapendwa wangu karibuni tena, leo kwa mara nyingine kwenye chaneli yangu, na leo nitakwenda kuwafundisha jinsi ya kukata na kushona juba mdomo wa samaki. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza. Hapo kitambaa changu nimekikunja mara mbili tu, kama ambavyo unaona, na ni urefu nimeweka nchi ishirini nikaongeza na hiyo nchi moja, basi inakuwa ishirini na moja utaweka alama hapo. Utaweka pia hiyo nchi ishirini na moja upande wa pili. He, weka alama kama hivyo. Baada ya hapo nenda na nchi ishirini na moja kwa mzunguko wako wote kama hivyo. Kimaliza unganisha, baada ya hapo utakata sasa. Tayari nimekwisha maliza kukata. Hicho ni kitamba changu unavyokiona hapo, nimekikunja mara mbili. Urefu wake nimeweka nchi kumi na tatu lakini upana nimeweka nchi nne na nusu nitakikunja tena kwa mara nyingine, kwa hivyo nitakuwa nimekikunja mara nne kama hivyo unavyoona. Nilivyokunja hicho ndicho kitambaa ambacho kitakwenda kutengenezea umbo letu la mdomo wa samaki. Hapo nimeweka nne na nusu, hiyo nchi nne na nusu ndio nataka uwe ni upana wa hapa juu, lakini hiyo nchi ishirini nimegawanya kwa nne, nikapata nikapata tano, nikiongeza na nusu, tano na nusu. Hapo nimetumia mzunguko wa uso, huo ni mzunguko wa uso ndo nimetumia hapo. Nitaweka hiyo alama hapo. Baada ya hapo, nitanyosha mstari kama hivyo unavyoona navyofanya. Baada ya hapo, tutakata sasa. Ukimaliza kukata, basi toa sehemu hiyo iliyojichonga. Na hapo tutaipunguza tena kidogo, kwa hiyo pasijichonge sana. Utapasawazisha hivyo kidogo hapo. Nimeunganisha na kitambaa kingine, kwa hiyo hapo vipo vitambaa viwili. Baada ya hapo sasa utaweka alama hiyo sehemu ya katikati kama ambavyo mimi ninaweka hapo. vitambaa mm-hmm, vyetu ndio hivyo hilo ndio juba letu sasa, kama unavyoliona hapo, mzunguko wa uso wetu ni inchi ishirini tukigawanya kwa mbili tutapata inchi kumi tutaongeza inchi moja na nusu itakuwa kumi na moja na nusu Lakini hapa kwenye kuongeza inchi moja na nusu unaweza ukaongeza hata inchi moja tu pia inatosha vizuri. Lakini baada ya hapo nitachukua ile kumi na moja na nusu tena nitaigawanya kwa mbili kama hivyo nitapata tano na robo tatu kwa hiyo nitaiweka hapo tano na robo tatu, ili nipate sehemu ya katikati hivyo. Hiyo ni tano na robo tatu na hapo pia ni tano na robo tatu. Baada ya hapo nitaweka alama na baada ya hapo nitakwenda kushona. Ah, wapendwa karibuni Den Blessing Creations hapa, tutashona, tutapendeza na tutacheka kwa pamoja. Kwa ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri utakipata hapa, huo ndio wakati wa kung'ara eh. Kwa hiyo ka karibu, tuanze safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama ndo ilikuwa mara yako ya kwanza kabisa ka kuingia kwenye chaneli yangu, tafadhali Subscribe, like, comment na share video zangu kwa wengine, ili tukue kwa pamoja. Tuendelee na video yetu mwanzo mpaka mwisho. Baada ya hapo nimechukua kile kitambaa kimoja kwanza, kile nilichokata na nimeshika sehemu ya katikati ya juu ya kichwa ya juba langu, utaweka na hiyo sehemu ya alama ya hicho kitambaa, basi utakwenda kushona hapo. Hmm, angalia namna nilivyokishona kwa juu, upande wa juu tayari. Tutakwenda kushona sasa upande wa chini na utashika hivyo kama ambavyo mimi nakuelekeza hapo, na utashika sehemu ya katikati ya kitambaa chako kile, shika hivyo, ehe. Na utakwenda pia kushona hapo. Hakikisha unaposhona huo mstari uingiliane na huo mstari wa hicho kipaa kingine cha uso kama hivyo. Tayari nimesha shona kama hivyo unavyoona, na upande wa pili pia nimeshona Nitakwenda kugeuza juba langu sasa. Nafikiri unauona huo mdomo wa samaki hapo unakuja. Baada ya hapo tutakwenda kugongea, tayari nimeshagongea hivyo kama unavyoona hapo nilivyogongea. Mhm, kinachofuata sasa tutakwenda kupinda chini. A, nipende kushukuru tu mtazamaji wangu uliyechukua muda wako kuangalia video yangu. Natumai itakuwa imekufundisha kwa namna moja ama nyingine. Na kama ulikuwa unaitafuta basi video hii ya namna gani ya kushona juba mdomo wa samaki hapo utakuwa umejifunza. Nikukaribishe tena kwenye video yangu nyingine wiki ijayo. Asante.